Na taarifa kutoka Pwani zinaarifu kwamba shirika la kutetea haki za binadamu la HURIA limetoa ripoti mbili zinazofichua ukiukaji wa haki za binadamu katika kaunti ya Kwale kuhusu masuala ya urithi wa ardhi kwa wanawake na unyakuzi wa bandari ndogo za samaki. Ripoti moja imeibua maswali kuhusu usimamizi wa rasilimali za umma, ambapo utafiti umeonyesha zaidi ya asilimia tisini ya bandari ndogo za samaki katika kaunti hiyo hazijaorodheshwa rasmi kwenye gazeti la serikali na kupata hakimiliki, hali inayosababisha unyakuzi wa sehemu hizo na kusitisha maisha ya wavuvi wanaotegemea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 Kwa miaka mingi sana tumewachwa nyuma na huenda wahudumu wa afya wanaohudumu